Aliyefanya hivi ni mzee mwenye miaka takribani sabini na nne hivi. Okay. Ambaye alikuwa ana, ana, ana kesi ambayo ilikuwa ina, ina mkabili huko mm. New York mm. Kwenye mahakama ya rufaa mm. Sasa kilichotokea ni kwamba wakati kesi yake ikiendelea mm. Ilipofika wakati wake yeye kusimama na kuanza kujieleza aliplay video mm. kwenye screen mm -hmm. Ikiwa na mtu ambaye anakwenda sasa kuzungumza kwa niaba yake mm. Asa yule uh, hakimu akashtukia mm -hmm. mchongo kwamba vipi tena, mbona kinachoendelea sikielewi yani nani huyu, ni binadamu ndo anazungumza au hii kinachoendelea hapo kinahusiana na kesi hii? Uh, yule uh, mzee alijiwahi mwenyewe akasema, nimejenerate mwenyewe hiyo kitu okay. yeah, yani sio mtu halisi mm -hmm. anayezungumza kwenye screen mm -hmm. bali nimejenerate mwenyewe kutumia akili bandia ili aweze kunisaidia kuzungumza, kwa sababu mimi sina uwezo wa kusimama na kujitetea Ah. Kwayo nimeamua kuitumia hiyo akili bandia ili niweze e, aweze kunisaidia kuni, kunitetea kwa, kwa niaba yangu. Ina maana ile video ama yule e, robot alikuwa anazungumza pale, alikuwa anazungumza kwa niaba ya yule mzee anaitwa Jerome Dewald ambaye ndiye alikuwa anakabiliwa na hii kesi ambayo ilikuwa. Sasa vitu kama hivyo vinakubalika kweli, dibash yani? anafungwa sasa? Hapana, haikuwa, haikuwa sahihi hmm. ya kufanya vile okay. Kwa sababu kwanza alikuwa hajazungumza na mahakama kwamba yeye atatumia eh, njia ile artificial intelligence kwamba kujitetea hmm. na kilichotokea pale ni kwamba hakimu alitoa agizo kwamba ile video itolewe haraka sana, kwa sababu okay. alikuwa hajazungumza na mahakama, lakini pia akatoa angalizo kwamba watu eh, wasitumie akili bandia katika mlengo ambao sio sahihi. Mm. lazima kuwepo na utaratibu na maana, kwa sababu ya uwepo wa akili bandia haujaja ku, ku, kuingilia baadhi pia ya ma, majukumu ya watu. Yeah, kwa hiyo eh, alisema kwamba katika eneo la mahakama mahakama mm. haijaruhusu mtu kutumia eh, utetezi wa akili bandia mm. Kwa hiyo aliamuru kwamba ile video itolewe haraka na uh, kitendo kile kisijirudie tena. Mfano labda mm akimu angekubali kusikiliza uh, ile video ambayo hiyo mwamba aligenerate kwa ajili ya kwenda pale kuitumia kama utetezi wake mm. Mfano sasa, ni kama wangekubali kusikiliza na kuona, angeshindwa au angeshinda. Inawezekana kweli AI akafika pale akashindwa kesi, ah oh, inawezekana asishindwe <laughs> kwa sababu kama video maelezo yake yale, inawezekana angejitosheleza na jamaa angeachiwa huru kwa sababu mashine ama robot haina hisia. Kwa hiyo ina maana kama ingetokea mahakama ikaruhusu iye e, robot iendelee kumtetea yule mzee, wasingetoboa. Ni athari gani ambazo zinaweza zikatokea kama ikifika muda pengine serikali mbalimbali zikaamua, mm-hmm. kuruhusu nafasi ya AI kwenye mahakama? Athari chanya, inawezekana zikawasaidia wale watu ambao hawana uwezo pia kuzungumza vizuri. Kuna watuhumiwa wengine wana, wana, wana, ama wanahukumiwa kutokana na kutoweza kujieleza awezi, ana uwezo lagi, eh, wa kujitetea, hiyo inaweza ikawa ni faida kwao. Lakini kwa watu ambao pengine ni wale ambao unakuta mtumio wa siku zote hawezi kulala upande wa mahakama ni yani, hawezi kulala upande wa mshtaki yanalala kwa upande wake, wake mwenyewe kujitetea. Mm. hata kama anakosa lazima atajitetea kwa vvyote vi kwao kiruhusu mm. Uh, teknolojia ingie kwenye upande huo, ina maana inawezekana hata haki sitendeke. Do. kwenye athari hasi, athari chanya ndo zile nilizozitaja kwamba inawezekana ikawasaidia wale watu ambao hawana uwezo wa kujitetea, hata kama pengine ha, ha, ha, ametendewa vibaya ama ameonewa, hawezi kujitetea ili aweze kujinasua kwenye hilo tatizo. Lakini kwa mtu ambaye eh, anataka ajinasue na amekosea, yani mtuhumiwa kwelikweli atatumia mbinu kwa sababu teknolojia ina mbinu nyingi sana za kujiweka sawa na kuonekana huko sahihi. Kwa mawakili pia wanasheria wanaweza akakosa kazi. Yes, wakiwepo wa, wa, ma, mawakili ambao uh, wanatengenezwa wako generated by AI. Ah, yeah, wanasheria watakosa kazi kwa sababu mwanasheria wa kilibandia. Amenyoka kaka. Unamtoaje? Yaani unamtoaje yani? Amenyoka. Ana maelezo <laughs> Baga, nukta na maelezo ah, yani anaeleza ki, kila kitu tena kwa kufuata eh, taratibu zote kwa sababu yule <tabili> anakuwa yuko trendy sasa, eh, yule ah, kwa binadamu means, amesoma kile kitu, kuna wakati anasahau okay. Kuna wakati anaweza akapata eh, shida eh, wakati anaongea labda akajing'ata ulimi mm. Lakini kwa mtu ambaye eh, kwa kile robot yani, mwanasheria robot, na maana hawezi kujing'ata ulimi, tukumbuke kila taifa lina mm. sheria zake yeah. Kwa namna ambavyo wanakuwa wanaongoza pengine na katiba husika mm. Mm. na namna ambavyo unakuwa unatetea kama ni mwanasheria, maana manake unatetea kutokana na, na, na sheria ambazo ziko kwenye mahakama bef kwa hiyo yeah. AI kwa mfano let's say labda AI huyo ni labda wa, ni wa Marekani hiyo mm. AI inaweza ikatumika nchi yoyote na inakuwaje, yani kwenye kujua kwamba hizi anatetea kutokana labda na sheria za taifa fulani, yani inakuwaje? Aha, yani anajuaje? yani AI sipo sana bwana. mm. AI anasoma anaijua katiba oho, ya kila nchi yeah. katiba si kwa wazi, ila AI, yeah, true. katiba iko wazi mm -hmm. kwa mfano ingia tu hata chat GPT, mwambie labda mtu akiiba kuku mm. anakuwa amevunja eh, kosa kifungu namba ngapi kwenye katiba? Kwa hiyo AI anakuwa amefanya yani... installation ya sheria za ta, taifa usiku. Oya, yeye yeah, ana kila kitu. Dibasha hey, anasema, yuko trained. Mm. Dibasha anatuambia yeye ana kila kitu. Yaani yuko trained <laughs> yeah. ina maana usikute hata sheria za nyumbani kwenu <laughs> yeye <yaya> anazijua. Ah, <laughs> uh, yuko trained. Yaani ni kitu ambacho yeah. amefundishwa yeah. na, na, na, mm. na na na na vitu vingi ambavyo vyote vinakuwa viko kwenye viunganishi vya mm. uh, okay. kiteknolojia. Yaani okay. mm. unavyo uh, search kitu kwa mfano kwenye chat GPT mm. yeye yeah, anaenda kusearch kwenye sites nyingi sana. Mm. Kwenye applications once, nyingi sana mm, eh, kwa, kwa muda mchache. Oh, kwa hiyo inamaanisha kila ambacho kimewahi kuandikwa sehemu yoyote yeye yeah, atakuletea okay, na kama hakina uhakika atakwambia hakuna eneo lolote lililothibitisha kwamba hiki kina ukweli, kwa hiyo utajua wewe uamini au ufanyeje? Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana na wala sio kwamba eti, eti itahitaji kwamba huyo AI awe wa Marekani, huyo awe wa Tanzania mm, yaani akiwa AI alafu kamleta aje akutetea, atakutetea kutokana na kwa mujibu wa katiba yako. Athari ni zinaegemea upande upi zaidi, kwenye hasi au chanya? Mimi naona kama itakubalika, zinaegemea zina kwa upande wa hasi, yani kwenye hasi mm, kwa sababu teknolojia sawa, tuiruhusu mm, lakini kuna baadhi ya maeneo haitakiwi kuruhusiwa kukaa mm. Kwa mfano unapoipeleka mahakamani, watu wengi wataonewa sana, yeah. Mm, kwa sababu eh, inawezekana kuna kudukuliwa system, kadukuliwa kuna vitu kutengenezwa vya uongo, lakini mwisho wa siku unakuta kama mtu kanyooka, watu wataba, uh, watabaki kwenye upande wa yule aliyenyooka. O oh, unabaki, nilikuwa nawaza pia. Hey, hey, hey, huyo. Okay, okay, akiwa hakimu yani anakuwa hana hata busara kati mwingine ini binadamu